Kuna umuhimu gani wa kuniambia mimi nijitokeze kupiga kula wakati mabango nchi nzima ni ya mtu mmoja, nchi nzima hmm? Mimi nikipita huku mtaani kwetu mabango ni mtu mmoja tu, ni mtu mmoja, mtu mmoja. mabango yametapakaa mpaka kwenye mageto unakuja, nakubandikia mlango hivi hmm? Kuna umuhimu gani wa kuniambia mimi nijitokeze kumpigia, nijitokeze kumpigia mtu kula wakati mtu hana mshindani nchi nzima mabango ni ya kijani, nchi nzima we, wamekubandika, wanabandika mpaka chooni yani. Sasa hivi hata ukikaa vibao, natembea barabara, nakubandika bango kwenye matako matakoti, alafu hmm? Mtu ni mmoja, afu ananiambia nitokeze kupiga kula. Nampigia kula nani? Nani anayeshindana huyo mpaka nimpigie kula? Kuna umuhimu gani wa kumpigia mtu kula ambaye yupo mmoja, hmm? Kuna umuhimu gani mimi nadhani kupiga kura watu kwa sababu kuna ushindani wa mtu fulani na mtu fulani sasa, huo ushindani siuoni. Hebu mnaniambia mmoja nije kupiga kura mimi, nimesoma miendeni, sijui mambo ya free and fair election siyajui, mambo ya ya ya democracy sijui nini, kwenye chaguzi siyajui, au sila basi ambayo nilifundishwa sio ya Tanzania. hmm? Na mimi naomba tu mniambie na leo situmii lugha ya matusi, ambao mtachukua hii posti mwende uposti kwenye media, mnisaidie tu nipate majawabu. Nini maana ya kusema tunafanya uchaguzi kama mtu ambaye anatakiwa tumfanyie, watu ambao wanataka tumfanyie uchaguzi. Yuko mmoja, sasa tunamchagua nini mtu mmoja? Hmm? Hmm? Mi, mimi naomba mnielewesheni. Hmm? Kabla sijachoma hivi vyetu vyangu vya kidigital sheria, maana sasa tunakuwa kama mnatuna kama matakuli Hmm. Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi Mwenyezi Mungu tumuombe atuamshe salama. Ukitoka kuelekea kituo cha kura, tunasema tuende pamoja. Yani wewe unakuja, tunainua matiti yako tu pale mbele, unaambia watu watu watoke wote waenda wakapige kura. Hivi wanalazimisha watu kukupigia kura, auji, ku, auji kuambia watu vizuri, auji kuuza sera unajua maana ya kugombea urais kweli ama ni kuforce na force. Ebu mzee wangu huyu mama anaongea nini? Ebu muulize. Jitokeze kupiga kura, jitokeze kupiga kura. hivi kwa nini tunalazimishana? <laughs> wata kulazimishana tu, ebu msikize hapa vile anasema anadanganya watu ati kuna usalama. Ebu msikize nalotaka kuhakikishia hakutakuwa na Hakuta tishio lolote la kiusalama. Hivi angelikuwa anajali usalama, Tundulizo angekuwa nje na watu, angepiga kura mahali anataka. Hebu mzee wangu muulize swali moja, hivi hiyo kura anapiga kwa ajili ya ku, kuishindanisha kura yangu na kura ya nani? Msilete ujinga. Nigeria. Ruhusa shapata kaka. <laughs> <laughs> Uganda. Ruhusa pata dada. Kenya. Da. Nah. Kubabake mshafika ukutari tena. Eh? Yaani, nyie amna bwana, eri urudi kwa sababu huku nchi yetu sisi tukufu Tanzania hatukubali mtu ambaye mbaraduli, mtu mwongo, mtu ambaye anataka vyeloweki kutoka kule kwenu waje kuharibia mambo yetu huku ya suluhu. A, amna bwana, amna

Hakuna time. Huh? Ona. Huyu ni president wa TZ. Ame ng'ang'ana kwa highway na magari kibao na kama magari kamia. Lakini kitu nimeshangaa sana hapa. Eh? Kitu nimeshangaa sana na msafara yake. Huyu mama anatembea na gari yake ya miraa. Hebu niambie vile mafaite wanaunganisha hapa. Nuna sikia TZ. Vewe ni marufuku ona. Hiyo nini? Hiyo nini? Hiyo nini? Hiyo my Ruto angekuwa anatembea pickup yake ya miraa personal. kila pale akienda pickup yake ya veve. Lakini Watanzania, wacheni niwaambie, mukimrudisha huyo mtu mutateseka kiuchumi nyinyi, huyo mtu atawaachia madeni. Unaona vile sisi tunapambana kila siku hapa tukijipigania h hey, ndio hicho ambacho kinakuja kwenu tunajuafika kwamba wewe hukuchaguliwa na wananchi, ilitokea bahati ya kuwa mwingine alipita mbele za haki, wewe ukapewa hii nafasi. Kwa hivyo, wacha wananchi wakuchague kwa ile njia ambayo tunajua kuwa ni mwafaka, kama kweli wajiamini kuwa utapewa tena haya mamlaka. Lakini unapokwenda kutishia wananchi wako, kutishia wananchi jirani, ni kwamba wewe mwenyewe hujiamini. Na mama, watuaibisha leo? unamtumia message ya vitisho wewe ni taresi tu, ibeji a Afrika hii wengi wanaong'ang'ania we madarakani, uchu wa madaraka kwa kujinufaisha wao na jamaa zao. Mimi nipo tayari kufa, nataka ni nyongo uwanja wa taifa wa Tanzania, wote waone na mjukuu wangu awepo pembeni aweze kushuhudia. Mjukuu wangu amenipa baraka zote, babu hata kujitoa sadaka sawa. Sasa basi nakutazalisha wewe Kabla sijafa mimi, tutaweka mkungu wa ndizi. Ndizi moja kidatoka chini, na wewe na familia yako mmekwisha, na nyingine na nyingine. Ndio maana kuna wizara ya utamaduni. Wewe na kutazalisha, unatuma tuma message zako, comment message zenye msingi. Tunasimama kwa niaba wa watanzania wote, tunataka tujenge nyumba moja. Tazari utaanza kuangamia wewe na vizazi vyako. Mimi nipo tayari kufa wakati wote.